Kitu ambacho nimekuja kugundua, watu wengi hawafanyi podcast, ila wanaziita podcast. Yani ukitaka kujua, ni kama kuna podcast chache, lakini kuna watu wameamua kufanya content nyingine kama vipindi na nini, lakini wamepita na hiyo brand ya podcast, podcast. Nakumbuka hata last time tumekutana, unaambia kwamba kuna tofauti kati ya podcast na interview. Eh, ni vitu viwili tofauti, kwa sababu podcast unaweza kuanza kufanya huko wewe peke yako labda eh. Umeamua mi nitakuwa natumia, naongelea topiki za afya ya uzazi labda okay, ya wakinamama okay. Maana utakuwa unaongea we peke yako, unaelezea tipu wafanye hivi wafanye hivi. Kwa hiyo inamaana ukianza kuleta mgeni aje kwenye hiyo podcast yako, we tayari una uelewa wa ile topic e, kwahiyo mwisho wa siku utaengage kwenye ile topic yeah. Ni unataka kujua kitu ambacho wewe au ukifahamu, maana yake kwamba inakuwa ni ya upande hey, kwa, ni mmoja one sided, yani labda umemuita mta, wewe ni mtangazaji umemuita mtaalamu wa masuala ya kilimo na ujui chochote kuhusu kilimo, kwa obvious utaanza kumuuliza maswali ili akujibu. Ila podcast ina maana unauelewa